Katiba yetu, kwanza niwahakikishie kwamba tunataka nafasi wazi zizibwe leo. Sasa nikuhakikisha kidogo kwenye katiba ibara ya 6.5.3 inasema, kuziba nafasi wazi, kamati ya utendaji ya kila ngazi au baraza kuu itaziba kwa muda nafasi yoyote kiongozi anayechaguliwa na mkutano mkuu wa ngazi husika Akipoteza sifa. Wao sio wamejiondoa, si wamejiondoa? wamejiondoa maanake, mm -hmm, wamepoteza sifa. Nyinyi mnafanya uchaguzi proper, tuko pamoja yeah. Kwa mujibu ya katiba hii baada yani, ndani ya mwaka mmoja nyinyi mnapaswa mfanye uchaguzi kat... wa kuchagua mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro na katibu wa mkoa wa Kilimanjaro. Viongozi gani ambao imara wanaweza kutuvusha katikati ya mto na sio kutuacha katikati ya mto. Kwa hiyo hicho ni kigezo ambacho nacho tulikizingatia sana. Sasa baada ya kusema hayo, viongozi wafuatao wanakaimishwa nafasi hizo. Kwa upande wa baraza la wanawake, kamati ya utendaji hii, ilifanyika chini ya kamati ya utendaji ya baraza la wanawake kanda, ikiongozwa na Mheshimiwa harusi waliokaimishwa ni Mheshimiwa Irene Lema kama katibu wa Bawacha mkoa. Mheshimiwa Anna Mushi kama mwenyekiti wa Bawacha wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa upande wa katibu wa chama wa mkoa, baraza la uongozi wa mkoa limemkaimisha mheshimiwa Tony Benedicti Ndewawio. Na kwa upande wa mwenyekiti wa mkoa, baraza la uongozi wa mkoa limemkaimisha mheshimiwa Jonas Kadege kuwa mwenyekiti katika mkoa wa Kilimanjaro. Lakini pia ninaelewa kabisa ya kwamba watu wanaoipigania haki ni watu ambao wako upande wa Mungu. Kwa hiyo nafahamu fahamu na ni maombi yangu pia ya kwamba Mungu aendelee kutusaidia, maana tumekaribia sana ukombozi wa nchi yetu ya Tanzania. Amina. Mheshimiwa mwenyekiti si, wala sina mambo mengi ya kuongea sasa hivi, lakini naendelea kuwatoa wasiwasi, tutafanya kazi sana usiku na mchana, hasa ukizingatia ya kwamba tumepewa kipindi kifupi sana cha kuhakikisha kwamba Kilimanjaro tunafanya uchaguzi na- nalielewa hilo